Sha Lucy usebio Saleko ni mkurugenzi wa huduma za sheria, Wizara ya Ardhi Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Uh, wiki hii ya huduma kwa wateja tupo mkoani Njombe, ambapo wizara ya ardhi kupitia katibu mkuu wetu Engineer Antony Sanga imejielekeza katika hii wiki ya huduma kwa wateja katika mikoa kadhaa ambapo tunatoa huduma ya masuala yote ya usio ardhi. Mimi niko na wenzangu kutoka wizarani, tumeungana na kamishina msaidizi wa mkoa wa Njombe kwa ajili ya kuendesha kliniki hii ambayo inafanyika katika maeneo manne. Tulikuwa Matembwe, lakini leo tuko hapa kata ya Kifanya, tukisimamia zoezi hili ambapo ndani huko kuna wananchi wanaendelea kupatiwa huduma. Huduma zinazotolewa ni kwa ajili ya kutoa hati kwa wale ambao tayari wamesha um, kamilisha michakato yote ya kujaza taarifa zinazohitajika, lakini pia kufanya malipo stahiki. Kwa kata hii ya Kifanya, kuna takriban hati mia tatu zimeandaliwa na ziko tayari kwa ajili ya wananchi kuweza kuzichukua hati zao. Kuanzia tarehe nane tumekuwa hapa na zoezi hili litaendelea kwa muda wa wiki mbili, na wananchi kumekuwa na mwamko mkubwa sana kama ambavyo mtakuwa mmewasikia, wengine pia wamehojiwa, wanasema na wamelichukua zoezi hili kwa, kwa furaha na wako positive, kwa sababu ni zoezi lenye manufaa kwao. Licha ya kwamba tunatoa tu hizo hati, lakini hata mtu mwingine yeyote mwenye kuhitaji ushauri wa masuala ya ardhi um, timu hii iko tayari kuwahudumia. Zoezi hili la urasimishaji ardhi ambalo linawasaidia wananchi kuweza kupata hati miliki ya maeneo yao ni zoezi muhimu sana kwa jamii, kwa sababu kwanza, ni zoezi ambalo litaenda kumfanya mwananchi a, a, a, a, apate haki ya eneo ambalo anaimiliki ambayo inaenda kupunguza kwa kiasi kikubwa sana migogoro ya ardhi kwa sababu maeneo sasa atakuwa yameshapimwa, na kila mtu atakuwa anajua mipaka yake um, inayo, inayotokana na ardhi ambayo amekuwa akimiliki. Lakini pia ardhi ni biashara, kwa hiyo kuwa na hati miliki ni sawa na kuwa na uwezo wa waku, kwenda kukopa fedha benki. Ina maana mfanya biashara yoyote ama mtu yoyote mwenye uhitaji wa kuweza kutaka kukopa hela benki anaweza akatumia hati hiyo kwenda kuipatia huduma ya benki, na akaja akaendeleza biashara yake ambayo kiujumla inaenda sasa kwenye maeneo mengine ya kiuchumi na kukuza uchumi, hmm. Jina anaitwa Norasco Benedict Mtewele, mwenyeji wa hapa wa kata Kifanya, kijiji cha Kifanya. E, nafurahi na sana, nafurahi sana kuona sasa Kifanya inakuwa na watu wenye hati, watu wanaojua umuhimu wa hati. Hati zina umuhimu sana, tuwashukuru watu wa ardhi waliokuja kuturahisishia kazi, kwa sababu tulikuwa tuna wakati mgumu, lazima ufuate utoke hapa kilomita 60 mpaka mjini Njombe. Lakini kwa sasa wamekuja hapa kwa ajili ya zoezi hili, na niombe wananchi wakifanya tuelewe umuhimu, tukishajua umuhimu wake ndio tunatakiwa kujitokeza kwa wengi sana. Mimi kama mimi diwani mstaafu, nilijua toka mapema tu kwamba hii kazi ni nzuri, ina faida kwetu sisi sote, ndio maana nilikuwa nahimiza wananchi na wengi wamefika, wame, wame jiandikisha lakini bado, bado hawajawa wote. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi wajitokeze kwa ajili ya kupata hati, kupata prosesi zote ili upate hati na uzuri wake kwamba wapo hapa hapa, ile gharama ya kusafiri inakuwa haipo. Sasa wananchi jamani, tujitokeze kwa wingi ili kuhakikisha tunapata hati. Hati ina muhimu mkubwa sana, kwanza unakuwa na, na kwa kwa una uhakika na kile ulicho nacho kwamba kinakueleza kinakutambulisha kwamba ni cha kwako kuliko kutokuwa kuna uhakika na, nani na. Unakuwa na eneo ambalo halina hati inakuwa kama sio lako inaweza kuwa kuna ugomvi unatokea. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hakuna uthibitisho unaothibitisha kwamba wewe ni mmiliki wa hilo eneo. Sapoti yako ni ile hati yako, inakutambulisha kwa jina. Naitwa Atilio Peter. Sisi wanakifanya siku ya leo tumebahatika, wenzetu arizi kuja kututembelea kwa ajili ya kutoa hati. Mimi ni moja ambaye tayari nilishakamilisha kila taratibu zote hivi leo nimekuja kufuata hati kwa sababu, naona moja kati ya kitu ambacho kinanilinda, nikiwa na hati naepusha migogoro ambayo ingeweza kujitokeza kwa baadaye kwangu mimi, hata kizazi kijacho, eneo langu au kiwanja kitakuwa na miliki halali. Hivyo basi, kabla ya zoezi hili kushajitokeza migogoro mingi sana na wengi walitengeneza mipaka ya viwanja mti au tunda hivi. Kwa sasa sio tuweke tunda ndo mpaka au na, cha msingi, jitokeze, pima kiwanja chako, ili uweze kupata hati iweze kusaidia kwenye shughuli za mikopo. Thamani ya kiwanja chako, thamani ya nyumba yako itapanda kulingana na kupata hati, kupewa hati miliki.